Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Mei tisa, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Maandiko yanaweka wazi kwamba Kristo pekee ndiye anayestahili kutupatia wokovu. Maisha yake yalikuwa maisha pekee ya kibinadamu yasiyo na dhambi, mfano pekee wa maisha yaliyotoa utoshelevu mkamilifu kwa utukufu wa Baba. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu asiye na waa, na sasa ni kiongozi wa jamii ya wanadamu ama usalama wetu wa milele. Wakati huo huo alijitwika hatia yetu akitosheleza hukumu ambayo ni mwitikio wa Mungu kwa uovu. Yohana anaposhuhudia tukio la kushangaza la viumbe wa mbinguni wakikizunguka kiti cha enzi cha Mungu anaambiwa aache kulia kwa sababu simba wa kabila la Yuda ameshinda. Ufunuo sura ya tano, aya ya tano. 5. Fikiria pia jinsi dhambi ilivyo mbaya na jinsi jamii ya wanadamu ilivyoanguka hasa kiasi kwamba kifo cha Yesu pekee, Mungu mwenyewe anajitoa kafara kutatua tatizo la dhambi. Bila shaka, ikiwa kungekuwa na njia nyingine ambayo Mungu angeweza kutuokoa bila kukiuka kanuni za serikali yake ya kiungu, bila shaka angefanya hivyo. Amri ya Mungu iliyovunjwa ilidai kifo cha mwenye dhambi. Katika ulimwengu wote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza kwa niaba ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria. Kwa vile amri ya Mungu ni takatifu kama alivyo Mungu mwenyewe, ni yule tu aliye sawa na Mungu ndiye angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya kuiasi. Hakuna mwingine yeyote isipokuwa Kristo ndiye angeweza kumkomboa mwanadamu aliyeanguka ili atoke katika laana ya dhambi, na kumrejesha tena katika upatanifu na mbingu. Kristo angejitwika mwenyewe hatia na aibu ya dhambi, dhambi imchukizayo sana Mungu mtakatifu kiasi kwamba ni lazima ingemtenga Baba na Mwanawe. Kristo angefikia vina vya huzuni ili aikomboe jamii ya wanadamu walioharibiwa. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 56. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Yohana anamwona mwanakondoo akiingia katika chumba cha enzi akionekana kana kwamba amechinjwa. Ufunuo 13 aya nane inatujulisha kwamba Yesu amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunaweza kujifunza nini kuhusu Mungu kupitia ukweli kwamba mpango wa wokovu ulikuwa tayari umewekwa kabla hatujauhitaji? Wakana Mungu wengi wanaamini kwamba tuko peke yetu katika ulimwengu usio na wema usiojali. Kinyume chake, Biblia inazungumzia si tu juu ya Mungu, bali kwamba aliupenda ulimwengu sana kiasi kwamba alishuka kuja humo na hata kuufia. Kwa namna gani tunapaswa kuona ulimwengu kwa namna tofauti na nafasi yetu ndani yake, tofauti na wale ambao hawamwamini Mungu kabisa? Kwa maneno mengine ni kwa namna gani uhalisi wa msalaba unapaswa kuathiri yote tunayofanya? Swali la tatu. Kwa nini maisha, kifo na ufufuo wa Kristo vilikuwa njia pekee ambayo kwayo wanadamu wangeweza kuokolewa? Tena, gharama kama hiyo inatuambia nini kuhusu jinsi dhambi ilivyo mbaya hakika? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo la sita. Somo linalosema kuelewa kafara. Mungu atubariki sote na karibu tena.